E, katika kiwanda chetu mi nipo upande wa utafiti na ubunifu. A, utafiti na ubunifu unaozungumzia hapa ni kwamba baada ya kupata mafunzo, kwa hiyo sasa tuna uwezo mpana wa kutafuta mbinu mbalimbali e, za kuweza kufanya ili kuboresha bidhaa zetu ambazo tunazitengeneza. Mimi kama mkaguzi wa ubora katika kiwanda hiki kidogo, katika ubora tunazingatia vitu mbalimbali. Kitu cha kwanza tunachokizingatia ni ubora wa malighafi yetu ambayo tunaipata. Yaani, kwa usema ukweli kabisa, mama yetu huyu anajitoa sana. Yaani, kama watu wasipomuelewa huyu mama, kwa usema ukweli, kwa dhati kabisa, sijui kama atakuja kupata mkoa mkoa kama huyu anatushirikisha na anatamani fursa watu wote wazipate. Tunatengeneza vikapu, mikeka na mabegi ya laptop na mabegi ya kusafiria. Tuko hapa takribani miezi miwili sasa, mwezi mmoja toka tumemaliza mafunzo. Tuko hapa tunaendelea kujishughulisha na utengenezaji wa vitu hivyo tulivyovisema. Napokuwa na elimu kichwani, ina maana hiyo elimu inakuwa ni fursa. Kama kijana kwamba mahali popote unapoenda, lazima wewe kama kijana utatengeneza uchumi. Unaweza kukusanya vijana wilaya yoyote au mkoa wowote.